dawa kinga ya ukimwi yauzwa kwa shilingi milioni sabini na tano lakini Tanzania kuamua. Hiyo ndio habari kubwa kwenye gazeti lako la Mwananchi, linasema Tanzania kuamua. Watanzania leo wanapiga kura kumchagua rais, wa bunge, wawakilishi na madiwani ambao wataongoza kwa miaka mitano. Polisi kuhakikisha usalama, wadau wataka kura ziheshimiwe, hatua kwa hatua, kura mapema Zanzibar. Iyo ni habari inapatikana kwenye gazeti lako la Mwananchi. Lakini mambo kumi muhimu ya kuzingatia kabla na baada ya kupiga kura e, mambo kumi muhimu ya kuzingatia kabla na baada ya kupiga kura e, inapatikana ndani ya gazeti lako la Mwananchi e, kwenye kurasa za ndani. Lakini kuachana na gazeti la Mwananchi, tuangazie kwenye gazeti lako la gazeti lako la Nipashe na habari kubwa zipo hapo mbele yeye. Anaanza na habari inayosema e, zito afunga kampeni kwa kishindo akiahidi makubwa umma wafurika. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Nipashe linasema zitofunga kampeni kwa kishindo akiahidi makubwa umma wafurika. Lakini kuna habari inayosema Tanesco yawasha mtambo wa megawati 20 Mtwara. Tanesco yawasha mtambo wa megawati 20 Mtwara. Lakini viongozi wa dini Ikungi wahimiza amani uchaguzi mkuu. Viongozi wa dini Ikungi wahimiza amani uchaguzi mkuu. Lakini kamati ya amani Pwani Yasisitiza kudumisha amani. Hiyo ni habari inapatikana kwenye gazeti la Nipashe ukurasa wa mbele. Kuna habari inasema hakuna sababu ya kuahirisha uchaguzi. Hiyo ni habari pia inapatikana kwenye gazeti ya Nipashe ya ukurasa wa mbele hakuna sababu ya kuahirisha uchaguzi. Lakini gazeti la Majira Majira lenyewe lina habari ukurasa wa mbele inasema serikali inavyozidi kujidhatiti kulinda rasilimali za taifa. Serikali inavyozidi kujidhatiti kulinda rasilimali za taifa. Hiyo ni habari inapatikana ukurasa wa kumi kwenye gazeti lako la majira. Lakini e airteli ya ng'ara vita dhidi ya matapeli mtandaoni mtandaoni, airteli ya ng'ara, e vita dhidi ya matapeli mtandaoni. Lakini kuna habari inayosema kumi na mbili e, wafariki ajali ya ndege pwani ya Kenya. E, watu kumi na mbili wafariki ajali ya ndege pwani ya Kenya. Lakini magege asisitiza watanzania kutunza amani, magege asisitiza watanzania kutunza amani. Lakini ni uamuzi leo, hiyo ni habari ya inapatikana kwenye gazeti la na Majira, inasema ni uamuzi leo. Kasema kapige kura kwa amani utulivu, yatoa maelezo kumi. Serikali yasema vyombo vya ulinzi vipo timamu, watakaojaribu watakao jaribu kisiki. Hiyo ni habari inaendelea ukurasa wa nne. Lakini tactics tutanufaisha wananchi wa mpanda mrindoko. E, tactics tutanufaisha wananchi wa mpanda Eh, huyo ni Mrimdo. Kwa hiyo ni habari ukurasa wa tatu, lakini RC, RPC mtafungwa, piga kura sibaki kituoni. Eh, huyo ni RPC asema, piga kura usibaki kituoni. Hiyo ni habari inapatikana kwenye gazeti lako la Majira ukurasa wa mbele, lakini gazeti lako la Taifa Tanzania uzalendo kwanza lenye linaandika habari na usema, uh, Magege amani nguzo muhimu katika taifa. Huyo ni Magege asema amani ni nguzo muhimu katika taifa, lakini siku ya kufanya uh, maamuzi Leo ni siku ya kufanya maamuzi. Timu ya uthamini ya fidia SGR kwenda Mwanza ipo kazini. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la taifa Tanzania. E, pata nakale yako kwa habari kwa kinam. Lakini tuke tena gazeti lako la taifa Tanzania, tuangazie sasa kwenye gazeti lako e, gazeti la Raia Mwema lenye linaandika e, tiseza yataka shuhuda za mafanikio. Lakini kafulila asifia mabadiliko ya uchumi serikali ya ukoa milioni mia tano za moyo na habari kubwa ni hukumu e, wapiga kura milioni 37 kuamua hatima ya uchaguzi ya uongozi e, wa nchi leo. Lakini ujumbe wa amani watolewa na viongozi wa dini na wanahabari, hiyo ni habari pia inapatikana kwenye gazeti lako Raia Mwema ukurasa wa mbele. Lakini tusiige e, tusiingie kwenye uendawazimu, hiyo ni habari inaandikwa, tusiingie kwenye uendawazimu. Lakini maajabu ya Dr Samia Suluhu Hasani Eh, lakini na Salumu mwalimu eh, majabu ya Samia na Salumu mwalimu. Lakini afadhali mkate mkavu kuliko karamu ya ugomvi, afadhali mkate mkavu kuliko karamu ya ugomvi. Hiyo ni habari inapatikana kwenye gazeti lako eh, gazeti la Rigi Mwema, pate nakala yako kwa habari kwa kinam. Tukiachana sasa kwenye kurasa mbele za magazeti mbalimbali nchini Tanzania, tuangazie kwenye kurasa za michezo na burudani kwa asubuhi ya leo. Tunaanza na gazeti lako Raia Mwema lenyewe kwenye michezo eh, linaandika habari inayosema Tanzania sawa na vigogo wa kaskazini. O, habari inapatikana kwenye gazeti lako Raia Mwema nasema Tanzania ni sawa na vigogo wa kaskazini. Lakini chidumule, Dr. Remy walivyobadilika. Eh, chidumule, Dr. Remy walivyobadilika. Lakini Singida Black Stars yazoa milioni 15, goli la mama. Eh, Singida Black Stars ya zoa milioni 15 lakini JKT Queens TP Mazembe kundi moja, JKT Queens TP Mazembe kundi moja hiyo ni habari inapatikana kwenye gazeti la Kuria Mwema ukurasa wa michezo. Pata nakala yako kwa habari kwa kina. Ni gazeti lako la taifa Tanzania lenye habari kubwa za pa kipaumbele kwenye kurasa za michezo, inasema Tanzania yafuzu tena WAFCON. E, Tanzania yafuzu tena WAFCON. Hiyo ni habari inapatikana kwenye gazeti la taifa Tanzania lakini draw ligi ya mabingwa kupangwa Novemba tatu. Ligi man of the match, hiyo ni ambari pia inapatikana kule gazeti la kura taifa Tanzania ukurasa wa mbele inasema zimbwe jayara man of the match. Yanga ikivuna alama tatu lakini marefu 371 ligi ya Uturuki wabainika kujihusisha na michezo ya kubeti, lakini TPLB yaipa pamba jiji pointi za mezani. E, TPLB yaipa pamba pointi za mezani Yoni, habari kwenye gazeti lako la taifa Tanzania e, yako kwa habari kwa, kinam. Kwa gazeti lako la taifa Tanzania, tuangazie gazeti lako, e, la majira lene ukurasa wa mbele inaanza na habari inaosema Yanga ya takata ligi kuu bara e, Yanga yatakata ligi kuu bara, yalichapa mtibwa goli mbili kwa moja, lakini Simba yatinga kwa kishindo Tabora. Hiyo ni habari e, kwenye gazeti lako la majira ukurasa wa mbele, pata nakala yako kwa habari kwa kina. E, achana gazeti lako la majira, tuangazie kwenye gazeti lako la Mwanaspoti. Gazeti la Mwanaspoti asubuhi ya, ya leo lina habari inayosema tatizo ni hili, kocha Mreno aanza na ushindi e. Tatizo ni hili, kocha Mreno aanza ushindi ikiwa, e, inaonesha habari picha ni e, Prince Dube Mpumelelo akiwa e, ndani ya uzi wa Yanga, ukurasa wa ukura mbele kabisa kwenye gazeti lako la Mwanaspoti. Lakini Kamara Kamara aingiza Simba sokoni, e, Kamara aingiza Simba sokoni. Lakini Fuzu wafuzu wa AFCON